Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele amesema uh, hivi karibuni tume hiyo itatoa taarifa rasmi kuhusu itatoa taarifa rasmi kuhusu ugawaji wa majimbo katika maeneo yote yaliyopendekezwa, hatua itakayofanyika baada ya kukamilika na kujiridhisha kuhusu namna ya mchakato huo utakavyofanyika katika maeneo mbalimbali yaliyopendekezwa barua yenye details hizo ilimwasilisha e, na katibu tawala ya mkoa baada ya kufuata vikao maalum vya kisheria, yaani kuanzia baraza la madiwani, kamati ya ushauri ya wilaya na kamati ya ushauri ya mkoa. Ndio tunawakumbusha kuwa baada ya kufanyika kwa kikao hiki, haina maana kwamba ombi lenu limekubaliwa, bali tume hapa imetimiza matakwa ya kanuni ya kumi na nane ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka ishirini na nne za kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa au kubadilisha majina. Hivyo tume itakutana na kuendelea kuchakata taarifa zote na baada ya hapo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya sabini na tano ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 itatangaza majimbo yaliyogawanywa na au kubadilisha majina. Tunafahamu ugawaji wa majimbo haya ni kutaka kuongeza ukaribu wa uwakilishi wa wananchi kwa jimbo hili la Dodoma ambalo kwa kweli ni jimbo kubwa Sina na takwimu, lakini kwa mkoa wa Dodoma ni jimbo kubwa la kwanza, lakini nafikiri katika nchi yetu ni kati ya majimbo machache makubwa kuliko majimbo mengi. Kwa hiyo tunaona kama uwakilishi wa mtu mmoja umekuwa ukimwelemea, ndio watu kana dhamira ya kutaka kuongeza upana au wigo wa uwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo leo tunashukuru mmethibitisha, na sisi ni maombi yetu na matumaini yetu kuwa jambo hili ni la kwetu kama wananchi wa jiji la Dodoma tunatamani sana na huko kwenu basi mlibebe kikamilifu, kama ambavyo tumeonyesha matamanio kwa wananchi wa jiji la Dodoma.